Na kweli mchakato ulikuwa ni mgumu kwa sababu wagombea tulikuwa wengi. Kipindi tunaanza hatua ya awali, wagombea mwenyekiti tulikuwa, wa, tulikuwa kama madiwani nane, tumeenda tumefume, wameenda wamechujwa tukabaki ma, madiwani watatu. Na leo, tarehe ya leo ndio ilikuwa ni tarehe moja, ilikuwa ndio uchaguzi wa kumpata mwenyekiti kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Na tulimejinadi, madiwani wametusikiliza ambao wanatengeneza halmashauri ya ya halmashauri ya, ya, ya Geita DC ni majimbo matatu, madiwani walikuwepo wamesikiliza sera zetu, wamesikiliza sera zetu basi, na nimeibuka kupata kura nyingi kwa eh, wenzangu wengine, lakini na wao pia ni washukuru kwa sababu wameonyesha nia na wasichoke kwa sababu sisi ni watoto wa mama mmoja na tumepongezana vizuri bila shida yoyote. Eh, lengo la kuomba kwanza ni haki yangu ni haki yangu lakini pili, cha kwanza ni chama. Tunakwenda kusimamia kwenye ilani ya chama cha Mapinduzi, yale yote yaliyomo ndani ya ilani ya chama cha Mapinduzi. Lakini vilevile tumewaambia waheshimiwa madiwani kwamba sisi tuwe, tuwe pamoja, tuweze kujua nini tumeagizwa na wananchi kuwawakilisha na nini natakiwa turudisha kwa wananchi, wananchi tunawasemea vipi. Kwa mimi kazi yangu ni kama daraja, ni kuunganisha kutoka watu wa serikali na waheshimiwa madiwani ili kusudi ku kuleta mapato, kuleta mapato ya halmashauri zetu na ku, ku, kuwa na ubunifu mkubwa wa kutengeneza mapato ya halmashauri zetu, kwa sababu halmashauri yetu ni kubwa, kama mnavyojua inatengenezwa na... majia anaitwa Mheshimiwa Injinia Kija Limbu Ntemi mbunge wa jimbo la Katoro. Uh, mchakato wa uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri ya Geita DC lakini pia na makamu mwenyekiti kwa ajili ya kuunda serikali kwenda uh, furaha yetu ni kwamba leo tumekamilisha. Ukweli zoezi ni gumu, na changamoto zipo nyingi, maana kila mmoja anakuwa ana na mtu wake ambaye anamtaka, lakini kwa sababu ya utaratibu wa kula ambazo huwa zinaamua, leo tumeamuliwa na kula na tumempata kaka yetu na ndugu yetu, mheshimiwa diwani Misungwi, ambaye amefanikiwa kupata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Geita DC na hapa tumempata tena mwingine kijana mwingine Silvester ambaye amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti. Si kwa kwa hiyo si, tuko hapa kwa ajili ya kupata, kwa sababu sisi ni wamoja. Tumefurahi kwa sababu tumempata mwenzetu anayekwenda kutuongoza, lakini pia tumefurahi kwa sababu tumepata huenda, tangu dunia iumbwe na tangu dunia ianzishwe, jimbo la Katoro limekuwa la kwanza, lakini pia limepata mwenyekiti wa kwanza katika jimbo la Katoro ambaye ametokea katika kata ya Ludete. Kwa hiyo furaha yetu ni kwamba tunakwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wote waliochaguliwa, mawaziri na manaibu waziri, kuhakikisha kwa kwamba tunafanya kazi kwa weledi ili kuwaletea maendeleo wananchi wetu wa jimbo la Katoro, wananchi wetu wa jimbo la Absanda, wananchi wetu wa jimbo la Geita kwa sababu sisi tuna majimbo matatu. Baada ya hapo, hatuna zaidi ya kusema kwamba tutafanya kazi kwa umoja, kwa ushirikiano na Mheshimiwa diwani Iye, na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa halmashauri kaka yetu Misungwi, ili tuweze kuleta maendeleo makubwa katika majimbo, majimbo yetu matatu yote. Baada ya kusema hayo, tuwashukuru sana wale waliokuja kushuhudia. Kuna wengine wamekuja kushuhudia ili waone kura zinapopigwa za CCM, maana ni kura za haki na za wazi, na kwa hiyo tumetenda haki na tumefanya vizuri. Mungu ambariki Misungwi, Mungu atubariki sote tukafanya kazi kwa pamoja. Asanteni sana.